Maandiko yanasema ni aibu mwanaume kufunika kichwa anapokuwa akisali, lakini leo tunaona kuna jamii ya watu wanaosali huku wamefunika nini vichwa vyao. Sasa najiuliza, ama tujiulize, je, kwao ni aibu ama sio aibu, na jambo hili wanalifanya kwa kuagizwa na nani? Maana kama ni Mungu ameagiza akamwambia watu wake kwamba hili jambo lisifanyike, lakini leo hii amegeuka na kuwatumia manabii wengine na kuambia kwamba hili jambo lifanyike. Kwa maana hiyo, tumejificha kwenye kivuli hicho cha uongo, tumeuvaa uongo na kusema Mungu amesema, kumbe sio Mungu, ila kwa ukaidi wetu sisi wenyewe Hili jambo tumeliona kwamba tulifanya ila sio agizo la Mungu ama Mungu ni kigeugeu. Hata Paulo aliuliza je, Yesu amegawanyika? A tukasema kwamba kuna wengine wapo upande wa Kefa, wengine upande wa Paulo. Hapana, Yesu hajagawanyika, Mungu sio kigeugeu. Kwa tunapokuwa katika ibada zetu, tusifunike vichwa, wanaume Unavaa kabisa kofia, hilo sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, sio agizo la manabii. Kwa hiyo huo ujumbe sio salama. Tafakari sana, soma kitabu, na Mungu akusaidie. Basi usisahau kusubscribe, kushare na pia kucomment kupata video nyingine zaidi. Asante.